Habari, leo nataka nionyeshe jinsi ya kutumia neutralizing shampoo kwa wale ambao wanapaka relaxer. Hapa tunaongelea hydroxide relaxers, lye na no lye relaxers kwa ujumla. Hapo kama unavyoona, ametoka kupaka dawa, kamaliza hapo. Kwa hiyo, anasuuzwa kwanza. Unasuuza hizo nywele kwa lukomuta, maji ya vuguvugu, kama yale ambayo tunatumia y kumogeshia mtoto Usitumie neutralizing shampoo mpaka uhakikishe kwamba dawa yote umeisuuza yote, imetoka ndivyo unatumia hiyo neutralizing shampoo. Neutralizing shampoo ni shampoo ambayo ni maalum kwa ajili ya kutumika siku ambayo unapaka relaxer. Hapa tunaongelea lye na no lye relaxer. Kwenye no lye relaxers, tunaongelea zile hydroxide relaxers. Hapo tunaongelea hydroxide relaxers kwa ujumla. Kwa hiyo kuna faida ya kutumia neutralizing shampoo. Unasema wewe unaona nywele zako zinabadilika rangi, zinakuwa brown, ni kwa kuwa pia ni utumie neutralizing shampoo, nayo ni moja ya sababu ya kufanya nywele zako zinakuwa brown, kwamba utumie neutralizing shampoo. Na hata kama unatumia neutralizing shampoo, je, unaitumia sahihi? Unatakiwa kuhakikisha umeiosha mara mbili hadi tatu hadi nne, ikitegemea. Unaosha mpaka unahakikisha lile povu limekuwa leupe. Ukiona povu limekuwa la pink, maana yake bado dawa ipo kwenye nywele. Kwa hiyo ukishamwosha vizuri, ndipo hapo unaenda kwa ajili ya kumfanyia styling. Karibuni sana Relaxed ya Tanzania.